Mwaka elfu mbili na ishirini na tano ndo huu tunaenda kumaliza na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Binafsi namshukuru kwa sababu ya nafasi ya uzima, nafasi ya uhai. Umekuwa ni ni mwaka fulani hivi ambao umepitia mambo mengi mazuri, lakini mambo mengine ni changamoto za kuendelea kujifunza. Yote kwa yote, tunaonyesha sifa kwa Bana. Heart of Youth, na utukufu kwake Mwenyezi Mungu, kushirikiana na wajanja media wameandaa charity ambayo itafanyika mwezi wa kumi na mbili na ni jumamosi ya tarehe ishirini mwezi wa kumi na mbili kwa sababu ya kwenda kuwasaidia wasiojiweza, kuwasaidia wenye mahitaji ili na wenyewe wakaweza kusherekea sikukuu ya Krismas na sikukuu za mwaka mpya, na kujua kwamba kuna watu nyuma yao wanawakumbuka, kuna watu ambao wanawajali, wanawafikiria. Lakini pia dini iliyo bora ni ile ya kuwasaidia yatima, kuwasaidia wasiojiweza, kusaidia maskini, lakini pia kusaidia wenye uhitaji. Sasa njia um, ya rahisi ya kuweza kuchangia ni ku eh, chochote ambacho konacho chakula, pesa eh, mavazi, viatu na chochote, ili tuweze kuwasaidia ndugu zetu ambao wana uhitaji tunapoelekea mwisho wa mwaka, na wenyewe wajisikia faraja moyoni mwako, wanaposali na kuomba waweze kukukumbuka na kukuombea kwenye sala zao, ili Mwenyezi Mungu pia kubariki mwaka 2026 tunatumaini, ishirini na sita, tunatumaini mwaka 2026 tutakuwa na mambo mengi ambayo unatamani Mwenyezi Mungu fanyie jambo unamwambia, una, una Mungu, nilikutolea sadaka Mungu, na mi nisaidie, hapa hapa nimekwama. Mungu ambao nivushe kutoka hapa kwenda sehemu hii nyingine. Mungu akubariki sana. Anaitwa Geraldi Wenga. Facebook, Instagram na TikTok unapatikana kwa jina la Geraldi Wenga, namba ni sifuri saba arobaini na moja arobaini na moja arobaini na sita sifuri sifuri. Mkono kutoa, na mkono unaopokea.